Hujambo, na uhalijani mtazamaji wa chanele yetu ya TNMC, habari popote pale unapotofuatilia, iwe ndani hata nje ya mipaka Tanzania. Bwana, anaitwa Ezekiel Nyerusi, afisa uhusiano Baraza la Uuguzi na Ukunga Tanzania. Mengi tunakuandalia na mengi yamekuwa yakipita kupitia kurasa zetu za Facebook, Twitter pamoja na Instagram, lakini leo ninalo jambo la kipekee kubwa kwako muuguzi na mkunga ambaye unatufuatilia kupitia uh, kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram, lakini pia na chaneli yetu ya YouTube. Kwa jambo gani kubwa ambalo tutaenda kulisikia ni mapinduzi ya teknolojia hasa uh, katika upande wa wa, wa wa kada hii ya uguzi na ukunga. Unaona uh, kwamba teknolojia inazidi kukua kila uchao. Sasa leo nipo na mtaalamu yeye bwana ee, hata ta kujitambulisha ni nani, lakini yeye ameenda kubuni kitanda ambacho kitaenda kumsaidia kutoa huduma za a, a, mteja ambaye ni mbu, a, m, a, mteja ambaye atakuwa amekuja katika kupata kituo cha afya kwa ajili ya kupata huduma za afya. Hichi kitanda kina sifa gani? Ukishakutana na kitanda kinachotembea na kumhudumia mteja, kitanda kinapima uzito. Unayajua hayo? Mengi hutaenda kuyasikia kupitia interview ya hii. Naitwa Zekieli Nyerusi. Karibu sana. Asante. Kwanza kabisa kwa mtazamaji wetu ambaye hajawahi kukusikia ndio mara ya kwanza na kuona kupitia kurasa zetu za mitandao uh, yetu ya kijamii ya uh, Baraza la Uguzi na kuunga. Unaitwa nani? Kwa jina naitwa Edward hmm. Tumoi hmm. Ni muuguzi uh, natoka hospitali ya FM Foundation for Africa Medicine and Education hmm. Mkoa? Sawa, uh, ko Arusha, wilaya Karatu. Karatu, tauma yako ni nini sasa? pale Karatu katika hospitali yani, unajua kada ya uguzi sasa ni pana, kuna pana, uh, sasa hivi imekuja kada ya uguzi ya usingizi na ganzi, wataalamu wanaitwa wataalamu wa dawa na usingizi na ganzi, lakini pia wapo muuguzi, lakini yupo mkunga. Wewe upo katika kitaaluma yako hasa uh, ni muuguzi na ni mkunga assistant nurse officer hmm. Ndio. Sasa tuanzie hapa, uzoefu wa kazi yako pengine mpaka sasa ni miaka takriban mingapi uko katika eneo hilo kutoa huduma za afya uh, hadi sasa? Na practice for four years, miaka minne. Miaka minne, yeah. Okay, sawa. So, tuanzie hapa sasa, mwanzoni kabisa wazo la kutengeneza uh, kitanda ambacho kitamsaidia uh, muuguzi na mkunga katika kutoa huduma za afya lilianzia wapi? Ah, uh, ilianzia nikiwa nasoma. Hmm. Uh, nikiwa nasoma Eh, tulikuwa tuna shifti za clinical tunaenda hospitali. Uh, nilikuwa naona wauguzi wengi wanaumia hmm. Wengi wanalia maumivu ya wa migongo, lakini pia baada ya kumaliza chuo na 2021 uh, nilifanya kazi hospitalini na nikafanya uchunguzi, uh, kwa miaka miwili niliweza ku wa kuonana na wauguzi 350 na lengo kubwa nilikuwa na, nauliza tu maswali kwamba, uh, wanapomlifti mgonjwa wanapata mau je wanapata maumivu ya migongo. Lakini hawa watu 350 tatu, uh, niliweka katika makundi manne hamsini hmm, wauguzi waliostaafu hmm, uh, ambao niliita ni group A, hmm, group B hmm, hmm, uh, ni, hmm, ni wa uguzi ambao wamekuwa kazini kwa zaidi ya miaka kumi, lakini pia grupu lingine si ni wauguzi ambao wana miaka kuanzia mitano mpaka tisa lakini pia grupu la mwisho ambao ni watu mia moja uh, ni grupu ambao ameanza kuajiriwa mpaka miaka minne. Lakini kuanzia grupu kuanzia, ambao wana miaka mitano kwenda juu, u shida ilikuwa kila mmoja ana maumivu ya migongo, na hali inakuwa mbaya zaidi kadri muda unavyozidi unavyozidi kwenda na lakini pia nilifanya kazi emergency yeah, na ili daktari aweze kumwandikia mgonjwa dawa lazima afahamu kilo I za, za mteja anaenda kuhudumiwa. Sasa tunawapata wagonjwa ambao, yeah, they are very serious, wanaumwa kweli kweli, hawezi kujitikisa, hawezi hata kusimama kupima, yeah, kilo. Ikifikia hatua sasa tuanze kumnyanyua, basi tunamalizia kabisa na yeah, nikafikiri. yeah nilitafakari sana I don't, kwenye maisha yangu sihitaji sana tu kulalamika bila kuonesha solutions, mm. Lakini katafakari ndio, nikaanza kuja na wazo la medical robot bed. medical robot bed. yeah. okay. ni kitanda uh, ambacho kitakuwa na uwezo wa kumpokea mgonjwa, kumpeleka mgonjwa sehemu ambayo inahitajika mm. Aidha, kwa ku remote au kwa ku button saa, hmm. yeah. Hii inaitwa uh, robot medical bed, ni kitanda ambacho kitatoa usaidizi moja kwa moja kwa mtu wa huduma za afya, na hapa uh, tumeliona hili swala kwamba watu wengi wataenda kunufaika endapo uh, uh, programu hii itaenda kukamilika na kuweza kutoa msaada mkubwa hususani kwa mteja mwenyewe anayepata huduma, lakini pia na yule ambaye anatoa huduma kwa maana ya muuguzi na mkunga uh, Uh, tuanzie hapa, limetumia umetumia muda gani? Miaka mingapi umetumia sasa mpaka uh, kuanza kusimamisha? Unajua wazo linaanza lakini hatua inaenda, umetumia muda gani? Miaka mingapi ku, ku, ku, ku, kulisimamisha sasa, ili wazo na kuingiza kwenye uh, kuona sasa hili linafaa na kuipeleka katika mamlaka husika, ukasikiza nao ni ilikuwa miaka mingapi hapa katikati ukilifikiria peke yako? Uh, miaka miaka miwili miaka miwili kuchora mm. Uh, mimi nimechora mwenyewe mm. Nime design mwenyewe mm. Inachukua muda mrefu kwa sababu unachora unafuta, unachora unafuta hadi unachora kitu ambacho kinauhalisia kina yeah, ki, ambacho saa. kinauhalisia sawa sawa saa. Pengine tuangalie teknolojia yako kwa asilimia kubwa, u sio ya kuonesha, lakini ukita kuangalia, itakuwa inatumia vitu vya aina gani, yani vyenye uzito mbao ama itatumia matilio kutoka nje ambapo pengine sasa pengine huko mbele unaweza ukaangalia utakuwa unahitaji msaada pengine wa kuweza kupata mm. mifaa matilio ulivyozifikiria zitakuwa zinapatikana ndani na zinaweza kuwa zina gharama kubwa sana pengine kwa kitanda kimoja ikatumia kama gharama shilingi ngapi pengine kutengeneza asante uh, kitanda kina pati mbili mm. kina upande ambao ni mechanics mm. lakini kuna upande ambao ni electronic mm kuna vifaa ambavyo ni vya electronic mm. lakini pia kuna vifaa vingine hata mbao chuma zitatumika mm. ni costful uh, kutengeneza kitanda kimoja uh, kwa quotation ya mwanzo ambayo tumefanya mm. uh, kwa mahitaji tunayoyahitaji sio chini ya milioni kumi na sita kwa kitanda kimoja, kwa kitanda kimoja, milioni kumi na sita milioni kumi na sita Lakini mwanzo ni mgumu mm, yeah, kwa, kwa sababu unaweka haijakaa sawa, unafumua Kutadisi. unafanya hivi nafanya mm. hivi Lakini kadri muda unavyozidi kwenda, itakuwa mm. inachukua kosti ndogo zaidi mm. yes. tuangalie tu, tu, tu, tu, upekee wa kitanda hichi upoje, yani upekee wake upoje kulinganisha na vitanda vile vya hospitali. Mwanzo katika fununu fununu nikasikia, bwana kitanda kinapima uzito, lakini pia kitanda unaweza kukutana nacho kimebeba mgonjwa kwenye korido kina upekee wake upoje wa hichi kitanda uh, Kwanza inatibu yale yote ambayo nilikwisha zungumza mwanzo. Moja, itakuwa na yeah, uwezo wa kupima kilo hmm, ikiwa mgonjwa amelala pale kitandani, na hii itasaidia sana mgonjwa kupata matibabu sahihi hmm, kwa sababu unapojua kilo halisi utaandika dawa sahihi Uh, tunachokifanya sasa hivi na ni nzuri, lakini tu need to modify mm. zaidi ya kufanya kuona tu kwa macho na kufikiri, huyu nafikiri huyu ana kilo ana kilo themanini <laughs> uh, tunataka yeah. tu move zaidi yeah. Kwa hiyo itakuwa na uwezo wa kupima ikiwa, yeah. mgonjwa laki 500 lakini vile vilevile, uh, amekuja na mgonjwa amekuja na bajaji au mm. uh, usafiri wowote mm. kitanda hicho kina uwezo wa kumchukua hata kwa bajaji. Yaani, kutoka kule mapokezi, ndio M baka, baka mfanyakazi baka. Anachokifanya hmm. ni kwamba uh, ata ata command hicho kitanda kiende, hmm. nataka unifikie sehemu fulani eh, either kwa ku remote hmm. au kwa kubutton kwamba hmm. iende pale kamchukua mgonjwa hmm. kwa uh, kitanda hichi by picha tu hmm. ina, ina mikono kitamshika mgonjwa mwenyewe, ina mikono ambayo zinajificha, ah, okay. Kwa Kwa, mgonjwa ikifika pale sehemu, ukibonyeza, mikono inatoka, ina ina mgonjwa, inampokea mgonjwa pole pole, inamleta n yeah, namweka kitandani yeah. Then sasa wapi pa kupeleka kwenye remote tunaweka department, kama ni emergency inaenda inaenda bila assistance ya mtu yeyote na hata ikikutana na wewe njiani itakuambia naomba nipite. <laughs> Ah, hii ndio teknolojia uh, afanya hivo dio. Kaka, kwa sababu mm. Uh, tunakutana na watu tofauti tofauti dio, dio. Uh, kuna watu ni wanene sana mm. so just imagine mimi nilipo hivi mm. naanza kumwinua mgonjwa, mgonjwa mwenye kilo mia moja ishirini lazima atakuelemea, lakini vilevile tutamchelewesha huduma kwa sababu ile muda tunapambana tunajitahidi mm kumweka kitandani pale, muda unazidi kwenda, kumbe mm. Basi tungekuwa na kitu ambacho kinamchukua haraka mm. na kumpeleka sehemu, lakini pia tunapata wagonjwa ambao wanapata fractures. Mm -hmm. Wana, wana, wanavunjika kweli kweli mm. au wengine wako very mkiendelea kumlifti na ni mzito, mnaendelea kumuumiza zaidi. Sawa sawa, kumbe tu hichi kitanda sasa, kwa sababu hmm. kina uwezo wa kubeba mizigo mikubwa au vitu vikubwa au vitu vizito hmm. itasaidia sana sawa sawa, lakini pia upekee upekee. Kuna, kuna swali ambalo nataka kabla hujafika mbali, sio kaniacha ndio ni kwamba uligusia kwamba kinaweza kikatoka kutoka sehemu husika mpaka sehemu ya mapokezi kampokea. Sasa swali langu la kipekee ni kwamba je, kama jengo lina lina ngazi inakuwaje? Kina paa ama ya haki pai tume hmm. uh, kwa awali ya mwanzo hmm. si tulifanikiwa kutafakari na kuchora hmm. ambayo ipo kwenye floor Okay. Tulipata mawazo mengi sana hmm. mimi binafsi nimepata kwanza, nimepresent kwa watu, nimepata hmm. mawazo mengi tukasema, sasa ni wakati sahihi tuweke katika, uh, hatua mbili iwe hmm. na tayari hmm. lakini pia iwe na miguu, iwe na miguu ambayo zimejificha hmm. ndani kwa ndani hmm. kwa ikifika sehemu ambayo ni ngazi, kwa inatembea Okay. kwa sababu kitanda hicho Uh, ni wewe ndio utaamua, ikifika ma, muda mgonjwa anataka kula na hawezi kuamka mm. You click, kinakaa, mgonjwa anakaa mm. yeah. Teknolojia nzuri, unajua mimi mwenyewe nimeshangaa mpaka aa, na maswali mengi sana kwenye, kwenye ufahamu wangu wa kuendelea kutaka kudadavua kujua kwa kina, ni tupo kana mtaalamu ambaye yeye amegundua uh, kitanda uh, roboti inaitwa medical robot bed. Upekee wa hicho kitanda kwamba kama alivyosimulia awali kwamba kina mambo mengi ambayo yataenda kurahisisha utoaji huduma usani kwa mtoa huduma ambaye anamhudumia mteja ambaye amekuja katika kutoa huduma kwa kina lakini endelea ku subscribe na ku comment. Comment yako hapo chini ni ya muhimu sana kwetu, lakini pia usisahau kushare ili na rafiki yako akaenda kuyafahamu haya mazuri ambayo ni mapinduzi katika kada ya uguzi na ukunga. Hii ni TNC habari. Bado nipo na mtaalamu hapa kuendia kufahamu kwa kina kuhusiana na kitanda roboti ambacho kinatoa huduma uh, kwa mteja pindi anapofika katika eneo la kupewa huduma uh, za afya. nirudi ni, ni tena kwako. Karibu. Sasa unategemea wazo iji wazo lipotale mezani michoro ipo Uh, tayari tushapata wafadhili wa, wa, wa, wa ama wadau wa kuweza kuwezesha, labda pengine neno la serikali limesemaje, pengine wizara ime, imesemaje, twende kwenye utekelezaji sasa, tukazalisha hichi kitanda sasa, au nani au na kikundi ambacho tayari kitaenda kutengeneza hichi kitanda, pengine tukafahamu kidogo. Asante, nimekuisha fikisha sehemu husika hmm. wizara Uh, leo mkurugenzi uh, wa Nurses Tanzania mm. Uh, wauguzi na wakunga amelipokea mm. Uh, na atalifikisha sehemu husika mm. Natamani zaidi wizara mm. Uh, tushirikiane katika jambo hili kuliko mm, individual mtu binafsi eh, na mm, kuna faida kubwa sana kwa sababu mm, akichukua taasisi binafsi au mtu binafsi maana yake kosti yake pia itakuwa ni kubwa hmm. Na na serikali ina hospitali nyingi sana hmm. Kwa hiyo ikichukua itakuwa na advantage pia kuuza maeneo mengine hmm. Kwa naamini kabisa wizara litachukua jambo hili, it is very possible hmm. Na cost na ni sifa kubwa sana kwa taaluma kwa nchi yetu sawa. -sa. Pengine Sa -sa. ukipata nafasi ya kuonana na na na, na, na, na, na waziri wa afya pengine neno lako jipya angetamani kulisikia kutoka kwako kuhusiana na, na, na, na mpango huu wa medical robot uh, ni wakati sahihi wa nchi yetu kutumia vipaji vya ndani uh, ni wakati sahihi vilevile vile, uh, ku create vitu ambavyo vitafanya simplification vitarahisisha huduma zetu. Uh, kwa hiyo kitanda hiki nitamweleza na actually anafahamu, kwa uh, limeshamfikia na uh, kiukweli kabisa kitanda hiki kitaleta faida kubwa sana katika nchi yetu, katika taaluma yetu, itawaokoa wauguzi wengi, wafanyakazi wengi wa hospitali, lakini pia nchi itapata faida kubwa sana. Sawa ni mtaalamu wangu hapa, ni mgunduzi. E, jina pengine ukumbushe, mm -hmm, kwa mara mwisho hapa naitwa Edward Edward Tumoi. Tumoi. Anaitwa Edward Tumoi. Nikushukuru sana kwa mahojiano haya mafupi ambayo uh, tumefanya mimi na miiru, shukuru sana sana, sana. Mtazamaji wetu wa channel yetu ya TNNC Habari pamoja pia na website yetu nikukumbushe vile vile lakini

Hakikisha kwamba unakuwa mtu wa kwanza ku akaunti zetu za Facebook, Twitter na Instagram ili mtu wa kwanza kupata taarifa muhimu kama hizi zinazo zitakufikia popote pale ulipo. Jambo la muhimu pia nikukumbushe wewe mtahiniwa, mtihani wa usajili na leseni dirisha zimesalia siku tatu kwa leseni, je, yeah. So diishalifungola nakuuliza umechagua kituo cha kufanyia mtihani wa usajili na leseni? Kama bado hakikisha kwamba unaingia kwenye akaunti yako hivi sasa ya TNMCS, na kuenda eneo la examination application. Baada ya hapo, nenda kachagua kituo chako cha kufanyia mtihani. Vivyo vivyo wewe ambaye tayari umeshachagua kituo cha mtihani, na kusi ingia kwenye akaunti yako ya TNMCS mara kwa mara Kuhakikisha ya kwamba unaangalia taarifa sahihi ambazo TNMC inakudai ikiwepo ni kuweka taarifa yako sahihi, ikiwa nye ni picha ama vyeti vyako vya kitaaluma viko sahihi, lakini pia kuangalia endapo umeshapata namba yako ya kufanya mtihani wa usajili na leseni. Sisi kama kitengo cha uhusiano na mawasiliano serikalini kupitia Baraza la Uguzi na Ukunga wa Tanzania tunakutakia maandalizi mema ya mtihani wako wa usajili na leseni.